Kati ya ujuzi ambao tunatakiwa kuwa nao hivi sasa ni ujuzi wa kuuza. Kijana, bro, sister, jifunze kuuza, jifunze kuuza kwa sababu maisha yenyewe yalivyokaa is a business. Maisha yenyewe ni biashara, the life itself is a business, maisha ya biashara. So if you you you learn how to sell things you can achieve anything you want in life, yeah, kwa sababu utahitaji ubadilishane ubadilishane ubadilishane kitu na mtu mwingine, na yeye akupatie kitu unachokihitaji. Just assume eh, una una bidhaa yako. Hiyo bidhaa yako ili uweze kutoka kwenda kwa mtu mwingine lazima uitangaze, lazima mtu fulani, mtu mwingine aone thamani katika bidhaa yako. so how you present your product to the people unaiwasilisha vipi hiyo bidhaa kwa oh, watu ili watu waipokee, ili watu waipende, unatakiwa kuwa na uwezo wa kuizungumzia bidhaa. So vijana, kati ya ujuzi ambao hivi sasa haukwepeki ni ujuzi wa kuuza. So tujifunze kuuza. Yes, i think ndo kitu ambacho nimehitaji kushare na nyie kwa leo. Next time tashare kitu kingine, follow, like share kwa watu wengi zaidi, tuendelee ku, kupata elimu hii kwa pamoja.